Papa ni kiongozi wa Vatican na ni kiongozi wa kiroho wa kanisa la Katoliki. Ko. Kwa anapofariki, kwanza kunahitajia uthibitisho wa kifo chake, ambacho uthibitisho wa kifo chake e, unasimamiwa na daktari. Daktari huyu huja akakaa karibu na mwili wa mwanda zake wa yule papa, kwamba ni kiongozi na akaufanyia zile wanaita Checkup ya kuthibitisha kwamba kweli kibayolojia na kwa system ya ya mwili wake huyu amefariki. Papa anapofariki ambaye ni kiongozi wa kanisa Katoliki, unajua, uh, katika Ukristo kuna madhehebu mengi, lakini dhehebu ambalo linadai kwamba ni dhehebu la asili ni dhehebu la ka, Katoliki. Huo muda wanaoita kwenye Kilatini Sede vacante. Yaani muda ambao kuna vacancy, yani hamna kiongozi tena baada ya siku kama kumi na nne mpaka ishirini kutafanyika baraza au mkutano wa makadinali kwa ajili ya kumchagua Papa, na siku hizo kati ya kumi na tano mpaka ishirini zinaweza kuwa kuwaishwa au kuchelewesha kutokana tu na mazingira yaliyopo katika wakati huo. Basi anayechukua uh, majukumu uh, ya kuendeleza uh, matukio ya uh, kipindi hiki ni yule tunayemwita Kamerlengo. Huyu ndiye mkuu wa kanisa la Vatican naye ni kardinali pia. Aa, bila kupoteza muda, yeye anakwenda baada ya daktari kumwambia kwamba papa ameshaaga na nini na kutangaza, basi yeye anakwenda kuhakikisha au kuthibitisha kwa njia za kitamaduni au njia za zamani, manake njia hizi mama katoliki hawajaacha mpaka sasa. Si kwamba daktari akishasema amefariki ndo basi la, anakwenda kama lengo anafanya mambo kadhaa, yule anasimamia baadhi ya majukumu so sio majukumu yote ya papa, na yeye ndo atatangaza kifo cha papa. Huwa anakuja kusimama na kutoa kutangaza rasmi kifo chake. Uh, jambo ambalo ni la muhimu analolifanya Camerlengo ni kwamba anachukua nyundo hiji, nyundo cha cha silva fedha na kukigonga kichwa chake mara tatu katika kugonga kichwa kile ni katika kuhakikisha kwamba ni kama anampatia ilani au anampatia ile, wanasema ni kama anataka kumshtua, je, upo? Ni kama unamwambia vipi, upo ama haupo? nyundo kiskia uh, nyundo usiseme papa anakwenda kubamizwa basi, ata, atafanyiwa mambo. Anaguswa tu kidogo uh, lakini kabla ya hapo kuna mbinu ya kwanza ambayo anamuita kwa jina lake la ubatizo, kama wakati wa Papa uh, maarufu John Paul wa pili uh, yule kamelengo alikwenda kule na akamwita kwa jina lake la kubatizwa. Atamuongelesha au atamwita kwa majina yake ambayo kwamba ni majina yale yake halisi ambayo anayatumia yule kiongozi, na katika kumwita katika maj... kwa majina yale atamwita mara tatu, yani kwa hatua tatu, atamuita mara ya kwanza, kisha kutakuwa na kipumziko, kisha atamuita mara ya pili, alafu kisha atamuita mara ya tatu. Atanyamaza au kutakuwa na kituo ambacho kwamba ni sawa na yeye kusubiria jawabu la e, mwito ule aliomwita, na kwa sababu kutakuwa na ile silence ya mda ule, itadhihirisha wazi kwamba baada ya kwamba mi nimemwita na hajanijibu hajani, hii ni uthibitisho wazi kwamba huyu ametoweka. Mwambie Karol Domisne ya kwamba Karol umelala, akamwita mara tatu Karol Domisne mara tatu. Hakujibu. Hii inathibitisha kwamba papa amefariki. Kwa hivyo mbinu ya kwanza ni kuitwa papa kwa jina lake la ubatizo mara tatu, na ikiwa hatojibu ule ukimya unathibitisha kwamba huyu kiongozi anafanya nini, ametoweka. Ama kuhusu ishu ya namna gani anachaguliwa papa ni kwamba makadinali eh, takriban mia na themanini huingia katika baraza au kikao cha siri kwa ajili ya kufanya uchaguzi na inasemekana kwamba makadinali hao wanatakiwa wawe chini ya umri wa miaka 80 ambao wataenda e, kufanya uchaguzi mpaka watapofikia kupata kura theluthi mbili za kura zao, na hapo ndipo watapopatikana papa mpya upapa. Ukiangalia tukiuliza wenyewe makatoliki sisi tunaweza kuona stori nyingi, lakini makatoliki wanaamini ya kwamba papa wa kwanza a, katika kanisa Katoliki ni Simioni Petro ambaye huyu alikuwa ni mwanafunzi uh, wa Yesu. Ukiangalia katika kitabu cha Mathayo 16:18, Yesu aligeuka akamwambia Petro akamwita nawe ni Simioni Petro na juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu. Wanaamini ya kwamba yeye ndiye aliachiwa usimamizi wa kanisa. Kwa hivyo, wao katika itikadi yao, japo hakuna uthibitisho kwamba watu kipindi kile walikuwa kimuita Simioni Petro kwamba ni papa, lakini wana itakidi ya kwamba kwa kuwa yeye ndiye aliachiwa majukumu ya kanisa basi yeye E, ndiye ambaye anakuwa ni papa wa kwanza. Kuna moshi wa rangi nyeupe na moshi wa rangi nyeusi ambao hupatikana katika e, eneo lile, na huu ni wakati wa uchaguzi e, unapochaguliwa papa mpya. Sasa maana yake ni nini hasa? Ni kwamba inajulikana kwamba swala la upapa ni masuala ya kiroho, kwa hiyo inahitaji utulivu. Hiyo ni moja na pili, ikiwa ni kuepuka baadhi ya vishawishi e, vya kiserikali, kisiasa na kadhalika, kuepuka mambo ya rushwa, rushwa haya kwao, wanaepuka vishawishi kutoka nje ambavyo vinaweza vikabadili matokeo ya uchaguzi. Moshi mweupe unakuja kumaanisha kwamba Papa amechaguliwa, yani uchaguzi umefanyika na uchaguzi ukakamilika, na kutokana na uchaguzi ule akapatikana kiongozi ambaye amefanya nini, anachukua nafasi ya yule papa aliyefariki. Ndo zile kura hukuchukuliwa zikawashwa au zikachanganywa kwenye moto, na zinapotiwa moto zinawekwa kemikali, ambao kwamba ile kemikali au ile chemical, inafanya ule moshi ukitoka unakuwa moshi wa rangi nyeupe. Kwa hivyo sio sigara Kukiwa kunaendelea process za uchaguzi katika lile baraza au kikao kile cha makadinali, kukiwa hakujapatikana e, mwenye kushika kiti cha upapa, kwa maana hakuna aliyefikia theluthi mbili ya zile kura za makadinali, basi kutakuwa na ishara ya moshi mweusi. moshi mweusi ni vipi? kwa sababu kuna wakati wanauona mweupe na kuna wakati unaonekana ni mweusi. Unapotoka moshi mweusi inamaanisha kwamba ni alama ya kuonyesha kwamba bado uchaguzi haujakamilika. Yaani hajapatikana kiongozi baada ya yule papa uh, aliyefariki. Kwa hivyo zinachukuliwa zile kura ambazo zimepigwa ambazo mwisho wake na tija yake ni kwamba hakujapatikana kiongozi. Kwa hivyo zinachomwa na kwa njia, kwa njia hii zinachomwa kwa njia ambayo kwamba zinatoa moshi wa rangi nyeusi. Kwa hivyo watu walioko nje wanaangalia, wakishaona wana moshi mweupe wanajua, ah, basi tumempata kiongozi, na wanapouona wanatoka moshi mweusi wanajua kwamba kura inabidi zifanye nini, zirudiwe upi. Inasemekana moshi ule e, unatokana na kuchoma kura pamoja na baadhi ya kemikali ambazo zitatoa moshi mweusi. Hiyo ni ishara ya kwamba mpaka sasa bado hatujapata kiongozi ambaye atasimama nafasi ya Papa ama ikiwa kinyume chake, kwa maana akiwa amepatikana ambaye atashika ngazi ya kiti cha Papa, basi watachoma zile kura na baadhi ya kemikali ambazo zitatoa moshi mweupe, na hiyo itakuwa ni ishara ya kwamba uchaguzi wetu umeenda freshi na amepatikana Papa ambaye ni kiongozi wa Vatican.